Usisahau kusubscribe kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Serikali itaendelea kutekeleza kwa nguvu uzalishaji wa umeme kwa kutumia vyanzo mbalimbali ili kuhakikisha mbali kuwa nchi yetu inaendelea kuwa na umeme wa kutosha na ziada wa kutumia na kuuzwa nje ya nchi na kulipatia taifa fedha za kigeni. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kusimamia na kuratibu utekelezaji wa miradi ya kuzalisha umeme kwa kutumia maji, mradi wa Julius Nyerere, kuhakikisha kuwa kuna kuwepo na utunzaji wa vyanzo vya maji katika bonde Rufiji, ili uwezeshaji wa upatikanaji endelevu wa maji kwa ajili ya mradi huo, uendeshaji uende wa ufanisi wa mitambo, kukamilika kwa ujenzi wa ghala la kuhifadhia vifaa katika kituo cha kupoza umeme cha Chalinze, na malipo ya retention kwa wakandarasi na washauri elekezi wa mradi wa Julius Nyerere, pamoja na njia ya kusafirisha umeme ya, ya Julius Nyerere Hydro Power project hadi Chalinze na kituo cha kupoza umeme cha Chalinze. Mheshimiwa Spika, miradi mingine ya kuzalisha umeme itakayotekelezwa mwaka 2025 na 26 ni pamoja na mradi wa Maragarasi wa megawati 49.5, mradi wa Kakono megawati 87.8, Ruhuji megawati 358, Rumakali megawati 222 na mradi wa kuzalisha umeme wa jua wa Shinyanga Kishapu megawati 150